Wamekuwa mzuri ambaye hakuna mtanzania anayeweza kupiga kelele juu ya uteuzi. Kikubwa kama Watanzania, hii ndio timu yetu ya taifa ya Tanzania. Huwa nasemaga ukweli mara nyingi, uzalendo wa kweli unaanzia kwenye timu ya taifa. Kikubwa tuendelee kusapoti timu yetu, naamini timu ya taifa itaingia leo kambini. Kimsingi tuendelee kusapoti ili kuhakikisha mipango ya nchi inakaa vizuri, mipango ya nchi inakaa sawa sawa. <coughs> Mwabebe zake mweye kamujibwa wenye injili nasema kilagoti litafanyaje? Kapigwa sio sisi. Nendeni mkamwambia yule mwandishi wa habari mwenzenu yule alokatemeke, alisema aliye mpanzi ni mchezaji wa kawaida yule, lakwagaaza mwanautanani Dominiki Salama. Nendeni mkamwoji, nendeni mkamulize, nendeni mkamwambie Kisugu ametutuma. Mimi wakati namzungumzia eli panzu, Dominic Salamba alisema Kisugu kwa sababu yuko kazini, ana maslahi eni, mkamuulize ukweli. Leo moja katika wachezaji anaongeza kitu sio Simba tu kaongoza burudani kwenye ligi like, NDC unamzungumzia eli panzu, mfateni mwenzenu mkamulize, na ligi nambari nnepiga Skola. Kwanza kikubwa tunamwombea. Siku moja nilikuwa naongea na elimu kwanza, alichonieleza dhamira yake sio kuwa mfungaji bora, dhamira yake kuisaidia timu, kuona namna ambavyo timu inafanyaje, inakwenda kutimiza malengo yake. Kwa hiyo sisi kwa imaninae, kama mashabiki tunaendelea kumsupport, tuna tuna imani naye inshallah. Kama Mungu amempangia kuwa mfungaji bora inawezekana kwanza ile jina la wananchi tafsiri yake ni wananchi, ni wengi hakuna dhambi kubwa duniani. Yanga kuaita wananchi, kwa nini? Young Africa, jina la Kiswahili, jina la Kizungu, nani? Young Africa, jina la Kiswahili, jina la Kizungu. Kama mtu mpaka leo anatumia jina la ubepali, huyo anastahili kuitwa mwananchi. <totipos> <totipos> Rashidi, nitafute yumada <laughs> <laughs> usirudie mbele yangu, sema sawa, alama moja. Sisi na wao <watu>, tumekutana <laughs> sisi na wao sisi ma na wao tumekutana <laughs> Rashidi, tumekutana sisi na wao itakwenda kuamua nani mbingwa kwenye i washasoma alama za nyakati, wameandika barua, wataki nini? so, so, so, nenda kawambia wacheze <laughs> Wao sio na timu bora hivi? Mwenye ubora anakataa kucheza. Asante sana wa ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ni washukuru waandishi wa habari, niwashukuru ananiwashukuru sana waandishi wa habari <laughs>